Amenituma Mheshimiwa Rais ni wahakikishie wanaperamiho kwamba Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo wa wanaperamiho pamoja na serikali, na Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wanaperamiho kama ambavyo ilikuwa inafanya Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo cha wanaruvuma na serikali. Mheshimiwa Rais amenituma niwahakikishie wanaruvuma wote kwamba serikali itaendelea kushirikiana na mkoa wa Ruvuma na kuendeleza kazi ambayo ilikuisha kufanyika na kazi ambayo ilikuwa mbele yetu ambayo kama mtakavyokumbuka e, ndiyo kwanza dira mpya inaanza kutekelezwa na ndio kwanza ilani mpya inaanza kutekelezwa. Mheshimiwa baba yetu naibu askofu mkuu, Mheshimiwa Jenista alikuwa kiungo kati ya kanisa na serikali. Amefanya kazi hiyo ya mahusiano, amefanya kazi hiyo akiwa serikalini na kama mnavyokumbuka amefanya kazi hiyo, kama ambavyo tumeshuhudiwa juzi kwenye ibada ya Dodoma, na leo Mheshimiwa Rais ametuma niwahakikishie wote kwamba serikali itaendelea kuenzi na kushirikiana na taasisi za dini ili kuweza kuhakikisha kwamba heshima kubwa ambayo Tanzania imekuwa nayo kuhusu umoja wa kitaifa uhuru wa kuabudu, amani na usalama wa nchi yetu unaendelezwa. Mheshimiwa, baba yetu, naibu askofu, Mheshimiwa Jenista, kama ambavyo tumetoka kuelezewa, alikuwa ni mpatanishi, amefanya kazi hiyo katika nyanja mbalimbali mbali. Akiwa waziri wa nchi amefanya kazi hiyo kubwa pale ambapo palionekana dosari kati ya e, wafanyakazi na serikali. Mheshimiwa Jenista alifanya kazi hiyo, na hadi leo serikali pamoja na wafanyakazi na watumishi wa umma wana ushirikiano mkubwa. Mheshimiwa Jenista alifanya kazi hiyo pia kuweka umoja na ushirikiano kati ya sekta binafsi pamoja na serikali na jambo hilo alilifanya kwa uadilifu na kwa jitihada kubwa.